Mani, tulia hivyo hivyo hivyo hivyo, tulia. vv Najisaidie mume nchungulia. Na nakuchungulia, nachungulia ndio. Ah, mzee, sisi ni askari.

ningepiga zote kubwa na ndogo. Mtu amalize haja, akitoka hapa ndo mnaanza kuzungumza naye. Nijisaidie haja ndogo hapa, kwa kunichanganya nini mpaka nijimwagie haja kubwa? Maliza simaaalia najisaidia, nimezidiwa. Unajua mimi nakaa nakaa chamazi wagengeni

Kwanza tutambuane nani, mna, mna, mna, mna, mna, mna mashine ya nini? EFD. Eh, ipo -yup ofisini. Wapi? Yup of Hapo nyuma. Kwa hiyo hela mnachukua mna, hapa, ina mashine ofisini. Hela receipt hapa hapo ofisini. Kwa hiyo ni nani anaweza kutoa hela hapo ma, mashine kufikia ofisini? Mzee, kwa nini unatuhoji sana maswali wakati umekosea? Na kuhoji kwa sababu mimi nasaka tutambuane, mtu tujuane vizuri. Mimi nataka niwajue nyinyi kina nani. Mimi ni sisi, ni askari jiji. Kazi yetu ni kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwenye jiji hili hapa. Kuzuia vitendo kama ambavyo ulikuwa unavifanya. Ndio maana nakwambia hivi, naweza nikatoa hela yangu mimi, ndio kwanza si mkojo ushanibana tena. Unaona no, yani, anaenda kujua tena. Mimi naomba sisi. Eh, yaani mkojo ukiuzungumzia tu unakuja, yaani shida. Mimi namaliza namaliza kweli hapa hapa, aje aje wenu wenu moja hapa yeye. Laana hapa, hapa mwembeni, hapa, eh. Laana unaitaka. Ukinichungulia unataka laana basi.

na nakwambia wewe vizuri, mimi nakaa chamazi magengeni. Sawa, nimekuja kumwangalia binti yangu huku Kinondo ya shamba sasa, nimebanwa na si ingine, valve zetu sasa hivi hazishiki vizuri, naachia ya valve, yani hatuna uwezo eh Sawa nesha ojisaidia. Vijana wako ni wauni sawa. Vijana wako ni wauni sawa. Mimi siwezi kuongea, mimi nimejisaidia hapa haya. Angalia hapa na hapa. Hata kama nisema siri, kwani nasema siri, ziko tatu za mkojo. Sasa huyu hmm. kakojoa hapa hmm, Eh, hapa na hapa itakuwa hmm, ni yeye kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye amekojoa hapa, ndio tumemkuta. Wewe mimi sina sehemu za sizoganyika mara tatu hivi sawa. Sa, mimi sio cobra, sawa mimi nimejisaidia hapa hapa, kujisaidia nani? Umejisaidia wewe. Ni nimetume. We. Wewe na nani wote Mzee mkuu ana hebu subiri ndio. Mkuu anacheza na ajira. Hey, subiri kwanza. Kwa sababu unajua yeye amekubali amekiri kabisa amekisaidia. Kabi, kabisa kweli kabisa kweli. Na umri wake sawa. Hey, hey, kisheria. Lakini hey, hey. Lazima tuangalie nini kifanye. Haya hizi mbili hizi. Huyu mzee ni Mswahili tokea Mwanza. Nasemaje kama ikiwezekana? Kama uamini kama mkoje. Si nusa. Wewe si mbosao nusa. Nusa. Ngoja, ngoja. Anuse. Ngoja, ngoja. Ongea nao. Ongea nao. Mzee, mzee. Tumekuja wote useme nimekunyoa. Ongea nao, mimi niko naongea nao. minikuaongea na ongea naoongeanaos. Mzee. Wa mzee.